Taarifa hii inahusu kundi la watu ambao wanaeleza ya kwamba wanaandaa maandamano ya nchi nzima ili kuiangusha serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Wametoka sasa na kuanza kutafuta ushawishi na kuchochea kuwataka Watanzania waingie kwenye maandamano ya nchi nzima. Huu ni uhaini. Nimewaita hapa kwa mambo mawili makubwa. Jambo la kwanza ni kuwahakikishia watu hawa, kwanza wakome kabisa na wasitishe matamshi yao hayo ya kichochezi, lakini jambo la pili ni wataarifu tu kwamba watachukuliwa hatua wa za kisheria. Uchochezi wanaoufanya, uhaini wanaoplani wote ni makosa ya jinai. Jeshi la polisi halitakaa kimya na kuwavumilia. Hatukubaliani na aina yoyote ya uhalifu wowote ule. Tulitegemea kama kuna malengo ya kisiasa, basi yaende kwenye hoja za kisiasa.